Watu wa Mungu, Biblia inatuambia katika Mithali sura ya nne mstari wa ishirini na tatu linda moyo wako kuliko yote, kwa maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Tunapaswa kulinda kile kinachoingia katika maisha yetu, na kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuharibu moyo wetu wa kiroho. Tunahitaji kuchunguza maeneo yafuatayo ambayo yanahitaji ulinzi wa moyo. Je, unalinda kile unachoruhusu kiingie moyoni mwako? Hebu nikuulize tena, hali ya moyo wako ikoje? Waebrania sura ya tatu mstari wa kumi na tano inasema, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu, kama wakati wa kuasi. Lakini moyo mgumu ni nini? Kwa nini ibilisi anataka moyo wako uwe mgumu kwa dhambi? Mtu mwenye moyo mgumu ni kipofu kiroho. Mtu wa aina hiyo hana hisia kwa mambo ya Bwana. Mtu huyo anatafuta tu tamaa zake mwenyewe na si mapenzi ya Mungu. Moyo mgumu humkataa Mungu. Amri kuu ni mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Sasa fikiria hili, mpango kuu ya shetani ni kukuzuia usiti amri hii ya kumpenda Mungu kwa kila kitu. Mpango yake kuu ni kuhakikisha humpi Mungu lolote. Hivyo basi ibilisi anafanya nini? Anatumia ujanja kuvuta tamaa za moyo wako mbali na Mungu. Anakuletea watu, vitu, mambo na tamaa, chochote kilicho kinyume na njia za Mungu. Anakuletea kila aina ya kivutio ili kukupotosha, na hatimaye aanzishe sanamu au uongo mbele yako bila hata wewe kutambua.